Labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk. Kwa Waislamu, tukubali kwamba ibada ya hija tunatekeleza nguzo na nguzo, maana yake ndio umeukamilisha uislamu wako, maadamu Allah amekudiriki kuwa na ule uwezo, maana yake sasa lazima uikamilishe hiyo nguzo. Vinginevyo, maana yake utakwenda mbele ya Mola wako hali ya kuwa hukuwa mwislamu. Hapo ulikuwa unaswali, unafanya juhudi zako, unafunga, lakini hii kwa sababu uwezo ulikuwa nao na ikawa hukwenda, maanake unakufa hali ya kuwa wewe hukutekeleza, haukukamilika ule uislamu wako. Na hili ndo linatufanya pia, kwa kuwa tumebeba dhamana hii, tumebebeshwa dhamana hii na tumeikubali, ndio tunasema bora tuambie na wenzetu kwa sababu dhana ya uwezo haijafahamika katika watu, wengi katika watu ambao tunaishi, tumefahamu tu kwamba tunajua kwamba Allah akasema nendeni mkahije kwa yule mwenye uwezo. Kwa hiyo tukachukulia uwezo kama, kwa sasa hivi taasisi za mwanzo zinaanza kupeleka hija pengine kuanzia milioni 15. Kwa hiyo ni kuanzia milioni 15 na kuendelea, inaweza ikafika mpaka milioni 25 na ukajiuliza kwamba kwa nini hawa wanakwenda milioni 15 hawa wanakwenda kwa milioni 25? Usije ukapata shida, sisi kama wasimamizi huku tunafahamu. Lakini mfano mdogo ninaokupa, tuchukulie tu tunasafiri kwenda Dar es Salaam, tunapanda boti ya Baharesa. Boti ya Baharesa boti moja, lakini ina VIP kwanza, nadhani bei yake kama elfu themanini mpaka tisini. Halafu kuna bei ya pili via, VIP inakuja ile ni royal ya kwanza, daraja ya pili VIP utaikuta kama elfu sitini alafu unakuja first class ile ina kama elfu arobaini na tano alafu kuna bei ya kawaida ya chini unakuta elfu thelathini au thelathini na tano, kama sijasahau. Ukiziangalia wote wanafika Dar es Salaam pamoja muda ule ule, lakini wametofautiana daraja na vikundi. Vya hija gharama zao zinatofautiana kwa sababu ya huduma wanazozitoa kule. Kwa hivyo hapa usije ukajiuliza kwa nini vikundi vimekuwa vingi na maana nyinyi mnashindwa kuvisimamia, mbona bei tofauti? Hapana, hiyo bei ndo nalimaliza kabisa kwamba wanatofautiana kwa mujibu wa zile huduma ambazo watakazokuwa wanatoa kile kikundi ambacho mwenye utamwa kwenda sasa kwa nini watu hawahiji mpaka kule Saudia? Tunaulizwa hizi nafasi tulizokupeni nyinyi elfu 25 ndoa wa Tanzania hawana uwezo au mabahili kuna swali la kutia uchungu kidogo na huzuni, maana ukishuka Dar es Salaam na hata hapa yumi gorofa iliyokuwepo Dar es Salaam atasema tumechanganyika waislamu na wasio waislamu, lakini hapa Zanzibar ndo asilimia kubwa ndo migorofa hii yote inaojengwa hapa na mambo mengine, wenyewe ndo washahidi kweli. Hawataki kuhiji, hawaendi hija. Lakini pia tunapo wanaposafiri, watu unapofika kule, unapowatazama unakuta le matajiri hasa tumewacha hapa hapa, walokuja kule ni watu wa kawaida kama sisi mlimo alikuwa so, mfanya kazi mwingine akastafu, mwingine alikuwa na aseti zake kaekeza tu tayari anakwenda. Ambapo hii dhana ya uwezo nataka nieleze hapa kwamba imefasiriwa vipi. Wengi tunaona kwamba mpaka uwe na milioni kumi na tano na kuendelea tu, tena umezieka, unakwenda ukizitizama. Nani atakuwa na milioni kumi na tano kwa sasa? Sote tunaojitambua, ukazi weke tu usiwekeze wala chochote. Sasa, jambo la kwanza ni afya yako ni katika ule uwezo ulipofasiriwa mtume Mwenyezi Mungu aliposema e, eh, alhajjul baiti man istataa ilayhi sabila, e, eh, nendeni mkahiji kwa yule ambaye atakuwa na uwezo. Uwezo umefasiriwa kwa namna nne tofauti zichukua hizo namna ya kwanza ni afya yako. Hapa mashallah, tupo pamoja na kwamba madam umekuja kufanya kazi, ukiachilia yale maradhi nyemelezi, pengine sukari, pressure na nini, tunazijua hizi, hatuwezi kukosa tukifika miaka kwa wale wazee wenzangu ambao tushafika miaka 50 50, tunaweza tukajikuta hayo tunapata, lakini bado katika maradhi ya kawaida ni kwamba uwezo unao wa kutekeleza hiyo ibada ya hija, afya yako inakuruhusu. Kwa hiyo jambo la kwanza ni afya yako. Je, afya yako inakuruhusu? Na hii afya ndo pale Mtume swalla Allahu alayhi wasallam aliposema kwamba itumie afya yako kabla hu... hujajua kesho yake utamka vipi au utakutwa na nini. Unaweza ukasema mie uwezo nao, kwa mujibu wa sheikh alivyotafsiri, maanake mie uwezo nao. Lakini okay, sasa nitasubiri mwakani, nitasubiri mwakani. Mwisho linakuja jingine unaambiwa, sasa ushapata maradhi ya baridi. Na kila siku zikizidi, wizara ya hija Saudi Arabia inakuja na masharti mapya kutuletea nchi zote duniani, si sisi tu Tanzania, bali duniani kote. Kwa hiyo afya yako ikiwa sasa hujawa na tatizo hilo maanake ni moja katika uwezo wako. Jambo la pili ni e, usalama wa nchi yako unayotoka, hakuna vita. Mashallah, nasiye maliza uchaguzi salama, alhamdulillah, mashallah. Mwenyezi Mungu watubarik na nyingine zitakazokuja ziwe kama hivi. Usalama upo na si hapa tu, mpaka kule unakokwenda wenyewe Saudia usalama upo, lakini pia njiani kama itakuwa kuna nchi ukipita katikati hapo, mabomu yanapigwa na nini, itakuwa ndege hazina pa kupita, naomba usiende. Kwenye Uislamu utakiwi kutoka kwenye nchi yako ikiwa kuna maradhi ya kuambukiza au kule unakotaka kwenda, usingie, wewe unatuzuia. Ndio maana alipokuja maradhi ya corona, tukazuiwa dunia nzima, tusiingie pale, walikuwa na haki ya Uislamu kufanya hivyo. Kwa hivyo afya ni jambo la pili, nini, usalama ni jambo la pili. Jambo la tatu ni ile sasa kwamba umemiliki yale masrufu yenyewe kuanzia milioni 15 ambazo ni gharama zitakupeleka kule, lakini pia unawacha familia yako pia ndani ya siku zile. E, hija takriban ni ndani ya mwezi mmoja, maanake ni ndani ya wiki tatu na kuendelea. Kwa hiyo una masrufu ya kuachia watu wako ndani ya mwezi mmoja na zile ambazo zitakupeleka kule na kurudi, unao uwezo huo basi, maanake hiyo ndio tuliyoifahamu sisi. Kwa hiyo ni moja lakini. Ya mwisho ni aseti zako. Hapa ndo kama wingi tunajisahaulisha, sijui hatujafahamu au tunajisahaulisha kwa makusudi. Unaweza ukamkuta mtu mfanya, mfanya kazi mashallah, amejiajiri amejamewekeza mwenye, mwenyewe aidha amefanya biashara au amefanya jambo jingine vile vile mkulima na nini, lakini amewekeza. Kwa hiyo ndani ya aseti zake anamiliki nai nyumba yake ambayo tayari anakaa, mashaallah kajenga nyumba nyingine, anafanya biashara, wala hakuijenga kuzipata zile pesa moja kwa moja, bali kaanza taratibu, kama vile ambavyo nyumba yako na yangu tumeijenga taratibu, basi na ile nyingine ameijenga hivyo hivyo. Sasa tayari we nyumba yako unayo ya kukaa, mashaallah umetafuta nyumba ya pili, lakini hujafikiria kwamba nifikirie kwenda hija. Ndio maana hapo kwamba unaijenga nyumba ya pili taratibu, taratibu. Ndio maana umekuja sasa, tumeona tuweke mfuko huu wa hija kwamba unaweza kuwekeza taratibu taratibu. Na zaidi, nazungumza na mama zangu hapa, dada zangu, mwanamke kiwa umeolewa, una mume wako, mume wako anafahamu majukumu yake, anakulisha anakuvisha, huduma zake za msingi, kama mume wako anazifahamu, sababu ya kusema usiende hija ndani ya miaka miwili mitatu wala haipo wala haipo we nitolee na wazee na nini, na nini sote niwafanya kazi bado. Kama mwanamke kwa sababu wanaume lile jukumu la ile family kulisha na mishahara yetu ikiwa huko na pala pengine tunajuana, lakini wewe mwanamke unalishwa, huduma za afya, huduma za, za, za kusomesha baba yupo anayeelewa majukumu yake, yawezekana unamsaidia kidogo, lakini bado msitafute tu bwana dhahabu nyingi kusanyia na vijora hivyo na vitu vingine. Hebu rudini huku. Halafu usichukulie kwamba mie bado na miaka 35, bwana, nahisi ibada hii nikirudi nitakuwa kama vile siwezi. Basi usisali, kwa sababu hata hiyo sala inakwambia inna salata tanha anil fahsha wal munkar, ndo kigezo. Ina maana kama una mambo yako mengine hujayaweza, unafikiria kwenye kwenye hija tu, basi fikiria hivyo hivyo, usisali kwa sababu nasala nayo inakwambia usisali halafu kazini, usisali halafu ukaiba, usisali halafu ukadhulumu. Zote nguzo hizo. Kwa hiyo tusitazame moja tu, lakini wengi wanajua. Kwa sababu kwani, ni mtu anafikiri amie ah, kwenye hija tu ndo labda nikirudi sitaki kufanya maasi mengine, lakini naweza nikafanya maasi na huku nasali. Hapana, zote sawa. Lakini pia mtu anajua kwamba kumbe kwenye hija kuna thamani tumefahamu hivyo kwamba kwenye hija kuna nini? Kuna thamani. Ndio maana sasa, nikirudi hija, sitakiwi nifanye kitu kingine. Lakini hata kwenye sala hivyo hivyo, na ndio ibada ya mwanzo itaulizwa sala, kuliko ni hata hii hija, na hija ni mara moja tu. Sasa kama kuna kitu unahisi wewe ukirudi, huto, huto huto hujaweza kukiacha, utakapokwenda hija naenda kamwambie mola wako pale kwenye alkaba, ukishakufanya tawafu kuzunguruka ile alkaba pembeni kuna kijumba kile utakiona kama cha dhahabu, kinaitwa Makame Ibrahim kisheria. Kwenye semina tunakusomesheni mahujaji, hapo unatakiwa ukisha kuzunguruka mara saba ukae okay, pembeni kidogo, ulielekee ile Alkaba pembeni ya hichi kijumba, usali rakaa mbili ndo Alkaba ile hapo. Sasa zile shida zako, yule mumeo hakusikilizi, sijui hakuletei haki zako, mwambie Mwenyezi Mungu hapo. Sijui una mke mwenzio lakini mnasumbuana, mwambie alam kabith na we mume unataka uoe lakini mkeo hakupi nafasi, huku mwambie Allah, nikirudi atulie. Alafu ukirudi unampeleka hija ye. Alafu huku unaoa, akirudi We, hajati mzima bwana unafanya? Tumekuja kukufundisheni mtulie, shida gani maana yake mpaka unayo unashindwa kwenda kumwambia Mola wako? Mwenyezi Mungu popote yeye yupo utakapopeleka maombi yako, lakini pale ni mgeni wake. Alimwambia Nabii Ibrahim waite watu Waje kutekeleza ibada ya hija. Unapokwenda kule ni mgeni wa Allah, na ndio maana sisi tukifika kule, majukumu yetu tunawahudumia Watanzania wote na wasiokuwa Watanzania, kwa sababu wote walokwenda pale ni wageni wa nani? Allah. Usisubiri hujastaafu, usisubiri asi, tunazo unasema, unasubiri ustaafu, lakini Allah ataja kuleta jambo jingine. Watoto wenyewe tulionao pale kamisheni ya wakfu, tunarithisha tunarithisha pale wanakuja mzee pale, ndio mfanyakazi wa serikali, anakuja mzee kushakufa, watoto wale washapapurana papurana huko, kesi inaletwa pale. Kwa hiyo alhamdulillah, na watu wamehamasika kwa, wanakuja inafanywa tathmini ya asset ambazo bazo kaziacha mzee, pamoja na mambo mambo yake yale, hana huyo mzee milioni 40, 50, 60, milioni 100. Tuwashauri vijana hivi wa nane sita, mzee wenu amehiji, wanasema hajahiji, mnaonaje? Sasa mkamtoa kidogo mkamhijia mzazi wenu. Kila familia mkizaliwa, huwa hamuache kuwa na mkorofi japo mmoja, naweza kuwa mwanamke, anaweza kuwa mwanamume. Sasa ile mkorofi ndo wanaanza tumekuja hapa bwana, mturithishe mali yetu, hakwenda mwenyewe huko, wanatujibu hivyo hivyo, mzee wao amekufa na deni la Allah uwezo ndo huu, hakufahamu pengine haikumfikia elimu hii. Wao wanasema sisi haja kwenda hija mwenyewe, tumwendee sisi, yeye kashaondoka, kile cha hichi chapu, cha kwetu. Na ni kweli kama hukuhusia kwamba umeshikamanisha kwamba mniendee hija, ule usia lazima utekelezwe na deni. Kama hukushikamanisha hayo ni zao kweli, hatuna haki ya kuwalazimisha kwamba lazima mwende hija wale walio na imani kidogo, mama soma soma, basi turithisheni, alafu tutakwenda kutizama huko, na kwa milioni 20 ufutaji, fikiria nitapata gari hapa. Kwa nyakati zenyewe hizo unaenda kumtelea babako ende hivi? Hakuna anemwija babake halafu iwe haya, wakubali hivi. Allah amekuita wewe, wewe unaenda kutafuta mtu mwingine aitikie? Hebu we imagine wewe unipo mjini, lakini mzazi wako yuko donge mathalani, akakwambia mwanangu, wewe Jumamosi na Jumapili huendi kazini na shida na wewe njoo baba yako au mama yako eh. Ilipofika Jumamosi na Jumapili, ukatoa mtoto wako wewe, ukamwambia, baba yangu kaniita, yani wewe babu yako kamsikilize, mwambie mama au baba kanileta, nije nisikilize, maana umemwita kanileta mi. Halafu igeuze iwe wewe ndio yule baba au ndio yule mama, unafikiri utamwambia nini mjukuu? utamwambia sasa kakita wewe na uwezo unao, hukwenda unakwenda kutafuta mtu mwengine ndo akakufanyie. Hatusemi kwamba kuhijiwa hakuto hakuto sihi kuna sihi, lakini ujira ni tofauti. Kwa nini? Anayekwenda kukuhijia anapata ujira wa hija na umra tu. Sasa pale kwenda kuenda pale Maka ukawa sala moja tu na kwenda kusali ule msikiti mtukufu wa Maka, ujira wake fadhila zake laki moja sala moja tu kwa sala tano, laki tano. Wakati huku we umesali, daraja zimetimia na kila kitu. Sala moja daraja ngapi? ishirini na saba tu. Sasa mpaka zifike laki moja sala ngapi? na hiyo laki moja ni sala moja tu kwa sala zako tano za wajibu pale, laki tano. Hujasali suna sijui ngapi ngapi, mara siku ulizokaa pale, zaidi ya siku kumi na tano, ujira ule anaochukua yule alikwenda kukuhijia maana yale anafanya yeye kwenda kusalimu ule ujira ule haurudi kwa nani? ule kwenda kuhijiwa, kwenda kuhijiwa yako wewe itakuwa ni umra na hiyo hija yenyewe tu. Je, Ye watakuwa sawa mwenye kuhiji na mwenye kuhijiwa? Usisubiri, mpaka umri ukawa uzee au likakufika la kukufika ikawa hujenda kuhiji. Na kama ulikuwa hujafahamu dhana ya uwezo, basi ni haya mambo manne ukiondoka hapa leo Jua kwamba tumekuwa na ugeni lakini tumepata faida. Hebu je tazame mwenyewe ukajipangie ndani, ujitizame uzuri sasa, sina uwezo kweli? Mimi kweli sina uwezo? Ukijitambua kwamba una uwezo, katafute taasisi yoyote na wewe ni miongoni mwa wale ambao watakwenda hija. Wallahi, ukirudi hapa, wewe ndo utakuwa nambari moja kuhamasisha wenzako, na wanaweza kakuliza wenzako, umefanyani ni mpaka umekwenda hija? Moja katika mke wangu ni mwalimu wa skuli amekwenda hija marahi, toka kuajiriwa ni mwaka wa kumi na moja. Kuna walimu amewakuta wanamuuliza, mpaka leo umefanya nini mpaka umekwenda hija we? miaka kumi na moja akazi tena yake ya kazi tena, akajenga nyumba yake na hija kasha kwenda, wanamuuliza. Ndio maana ngakwambia ni wanawake, sio kama nakwambia ni tu hiyo. ah ah, najua kama mume wako mwadilifu anajua wajibu wake, wewe kusema hija hujenda, itakuwa hujalitia maana nani, Hujafahamu pengine au hujajua thamani yake. Lakini kama utakuwa umekuwa makini, na hata wanaume, uwezo unao, umewekeza pahala, basi wallahi, inaenda katekeleza ibada ya hijja ukiwa na umri wako huu. Nadhani e, yatutosheleze haya machache ambayo tumeyapata, kwa sababu sie ni walimu, kusema kwetu sisi ni ya kawaida. Labbaik allahumma labbaik